Ndege mbili zinazoendeshwa na kampuni tanzu ya Delta zimegongana kwenye njia ya kurukia ndege katika uwanja wa ndege wa LaGuardia nchini New York, Marekani. Mamlaka ya bandari ya eneo hilo na shirika la ndege zilisema. Tukio hilo lililohusisha ndege mbili za Endeavor Air lilitokea saa 9 na dakika 58 alasiri kwa saa za eneo, huku moja ikitua na nyingine ikikaribia kupaa, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mamlaka ya bandari ya New York na New Jersey.